Mama, inawezekana umeambiwa na daktari wako kwamba mtoto aliyoko tumboni kwako kwa ana udumavu, lakini vilevile inawezekana labda ulishajifungua mtoto ambaye madaktari walikwambia kwamba ana udumavu, na unajiuliza maswali, sababu ipi imepelekea mtoto wako aliyoko tumboni amekuwa na udumavu? Kama ulikuwa unajiuliza swali hilo, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembelea chaneli yangu, unaweza subscribe hapo chini uendee kujifunza kuhusiana afya mama mjamzito, lakini lakini vilevile na mtoto mchanga. Na mmoja ya mfuatiliaji wangu hapa, yeye anaitwa Mariam, anasema dokta, ukizaa mtoto wa mwanzo kama alikuwa na IUGR, pia una riski ya kupata tena mtoto huyo IUGR. Maana yake ni intrauterine growth restriction, kwa lugha ya kawaida ya Kiswahili ni kwamba unakuwa na mtoto ambaye ni mdumavu tumboni, maanake ukuaji wa mtoto hauko sawa na mimba au umri wa mimba yako. Mambo mengi sana ambayo yanaweza kuhatarisha. Sasa swali lake yeye ni kwamba je, ukipata labda mimba hiyo au ulizaa mtoto ambaye labda inawezekana ni njiti au inawezekana mtoto wako alikuwa na udumavu tumboni kwenye mimba iliyopita, je, kwenye mimba nyingine hiyo hali unaweza ukakutana nayo? sasa kwanza kabisa mi nataka nizungumzie mambo ambayo yanaweza kuhatarisha wewe kuwa na mtoto mwenye udumavu tumboni. Jambo la kwanza kabisa ni utapiamlo. Mama ambaye una utapiamlo au BMI yako iko chini ya 18.4 au 0.5 kg/m2 maana yake, au chini ya 18 kg/m2, maana yake wewe tayari una utapiamlo. Sasa kama ulikuwa na utapia mlo inawezekana, kipindi ambacho ulikuwa si mjamzito, ukaja kubeba mimba ukiwa na utapia mlo, ukaendeleza huo utapia mlo katika kipindi chako cha ujauzito, kuna uwezekano pia mtoto wako tumboni anaweza kawa na utapia mlo au akawa na udumavu, kwa sababu hapati vile vinirishe vya kutosha, kitu ambacho kinaambatana na upungufu wa damu katika kipindi chako cha ujauzito, kwa sababu kama una upungufu wa madini chuma, una upungufu wa vitamini mbalimbali lakini vile vile protini hiyo inaweza kapelekea utapia mlo na wakati mwingine unakuwa una upungufu wa damu katika kipindi chako cha ujauzito. Ndio hapa unakuja kwenye hichi kitabu changu ambacho nimeandika Ushindi dhidi ya upungufu wa damu katika kipindi chako cha ujauzito. Unaweza kujipatia kitabu hichi kikakusaidia kutokuwa na upungufu wa damu damu katika kipindi chako cha ujauzito. Upungufu wa damu unakuwa na madhara makubwa ambayo yanaweza kuathiri mtoto kama hii kupelekea kwamba udumavu wa mtoto aliyoko tumboni kwako anakuwa ana uzito mdogo au ukuaji wake unakuwa hauko vizuri ukilinganisha na umri wa mimba. Unaweza kukuta mimba yako labda ina wiki 38 lakini mtoto aliyoko tumboni inaonyesha kama mimba ina wiki 32 au ina wiki 36. Kitu ambacho inaonyesha kwamba mtoto wako hakuu vizuri. Inawezekana una upungufu wa damu jipatie kitabu hichi kinapatikana kwa shilingi elfu kumi na tano ukihitaji unaweza ukanitumia meseji kwa kupata namba ya WhatsApp hapo chini na ukaweza kukipata kitabu hichi kakusaidia kuondokana na changamoto ya upungufu wa damu jambo lingine ni kubeba mimba mara nyingi au mara kwa mara kabla ya wakati inawezekana ulijifungua mtoto labda kwa upasuaji au kawaida E, umejifungua mtoto wako amefikisha miezi minne, tayari umebeba mimba nyingine, manake mwili wako unakosa ule muda kuweza kupumzika, na mwisho wa siku unajikuta tayari unakuwa kwenye hatari ya kwamba mtoto wako anaweza kawa na upungufu wa ukuaji wake, na wakati mwingine kapelekea udumavu akiwa tumboni. Kwa hiyo kina mama ambao wanabeba mimba e, unakuta wakati ya mtoto wa kwanza alipozaliwa na mimba inayofuata tofauti yake labda ni chini ya miezi sita, hiyo inaweza kawa hatari sana, na ikahatarisha wewe kuwa na mtoto ambaye anakuwa na udumavu tumboni. Lakini jambo lingine ni wale ambao wanabeba mimba kwenye umri wa mwisho. Kwa maana kwamba inawezekana unabeba mimba umri wako una miaka 44, una miaka 45. Unabeba mimba zile za uzeeni huyu mwanamke. Lakini vile vile, mama ambaye anabeba mimba mapema sana, una miaka 16 au binti mwenye miaka 16 ameshabeba mimba, maana yake lishe yake wakati mwingine zikawa changamoto, na unazikuta mtu ni mwanafunzi, lishe yake inakuwa haiko vizuri. Mwisho wa siku inaweza kuhatarisha wewe kuweza kujifungua mtoto ambaye anakuwa na udumavu. Jambo lingine ni kuto kuhudhuria kliniki vizuri. Unakuta kliniki umeanza mimba ina wiki labda 30. Manake tayari kuna yale maelekezo ambayo utakuwa upate mapema kabisa mwanzoni mwa ujauzito unayakosa. Kwa hiyo utaendelea na utamaduni wa kula chipsi, wa kula vyakula ambavyo si vizuri. Lakini wakati mwingine inawezekana wewe hauli kabisa kwa sababu ya changamoto za kiuchumi, kitu ambacho inaunganisha sababu nyingine inayohusiana na masuala ya uchumi. Wakina mama ambao wako katika hali ya umaskini wana hatari kubwa sana ya kuwa na changamoto hii ya kwamba mtoto wao akawa na udumavu, kwa, kwa sababu wanakuwa wapati lishe ambayo ni bora ya kuweza kuhakikisha kwamba mtoto wake aliyoko tumboni anakuwa yuko vizuri na ukuaji wake unaendana kabisa na umri wa mimba. Kihatarishi kingine ndio hichi ambacho aliweza kuzungumzia Mariamu, anauliza kwamba kuhusiana naili kwamba ukijifungua labda mtoto mwenye IUGR kwenye mimba zilizopita, je, mimba inayofuata unaweza ukapata hiyo changamoto? Ni kweli inaweza ikatokea, na hichi ni moja ya kihatarishi. Kama mimba iliyopita ulikuwa na mtoto ambaye alikuwa na udumavu tumboni au jukua vizuri, basi mimba inayofuata kama kufanyiwa utaratibu na kufanyiwa uchunguzi vizuri, sababu yake inaweza kawa hatari kubwa sana ya kwamba mimba inayofuata pia mtoto akawa na udumavu tumboni. Lakini vile vile, Kihatarishi cha mwisho ni wale ambao wanabeba mimba ambazo kwa njia za usaidizi, kwa mfano kama IVF, labda wanapandikiza ile mimba maabara kwanza, alafu naingiziwa kijusi, hiyo inaweza kawa ni hatari kubwa ya kuweza kupelekea kwamba mtoto au kama umepata labda mapacha, wanaweza akawa na ukuaji wao hauko vizuri ukilinganisha na umri wa mimba hizo. Zote nilizokuwa nazungumza ni mambo ambayo yanaweza kukuhatarisha wewe mama, kuishia kuwa na mtoto ambaye anakuwa na udumavu tumboni, au mtoto wako aliyoko tumboni anakuwa na uzito mdogo, au ukuaji wake unakuwa hafifu ukilinganisha na umri wa mimba. Lakini yako mambo ambayo yanaweza kabisa kusababisha wewe kuweza kuwa na mtoto mwenye udumavu tumboni sababu mbalimbali mbali, ambazo zimegawanyika katika makundi makubwa kama matatu. Kundi la kwanza ni kutokana na mama mwenyewe, sababu ambazo zinatokana na mama mwenyewe. Kundi la pili ni sababu kutokana na kondo la nyuma, lakini kundi la tatu ni sababu kutokana na mtoto mwenyewe. Tukianza na mama mwenyewe, mama ambaye ana magonjwa ya muda mrefu kwa mfano una ugonjwa wa presha ya muda mrefu au umepata presha katika kipindi chako cha ujauzito, hizo zinaweza zikawa sababu kubwa sana za kupelekea mtoto wako kutokukua vizuri tumboni. Mama ambaye labda unatumia dawa za presha, mama ambayo una magonjwa ya kisukari, inawezekana kisukari cha muda mrefu, inawezekana ni aina ya kwanza au aina ya pili, lakini vivyo hivyo inawezekana kisukari cha kipindi cha ujauzito, hivyo vinaweza kuchangia. Mama ambayo ana magonjwa, kwa mfano magonjwa kama ya figo, magonjwa ya moyo, hayo yanaweza kuwa sababu kubwa sana ya kujifungua mtoto au mtoto wako aliyoko tumboni akawa na udumavu. Lakini vile vile mama ambaye amepata maambukizi, inawezekana una magonjwa kwa mfano kama kaswende, una magonjwa mengine ya parasiti kama toxoplasmosis, lakini vile vile magonjwa kama malaria. Haya yote yanaweza kuchangia mtoto wako aliyoko tumboni akawa na ukuaji ambao si mzuri. Kwa hiyo ni vyema kuweza kufanya Sababu nyingine kutokana na mama, mama ambaye umekuwa na utapia mlo, pamoja na kwamba nikihatarishi, inaweza kawa sababu kubwa pia ya kuchochea kwamba mtoto wako ukuaji wake ukawa hauko vizuri. Lakini mama anayetumia madawa ya kulevya, anayetumia pombe, hizo zote zinaweza kuchangia kwamba, au zikawa sababu kubwa mtoto wako aliyoko tumboni ukuaji wake ukawa hauko vizuri lakini, tukija kwenye upande sasa wa kondo e, kondo inawezekana lilikuwa halifanyi kazi vizuri. Kwa mfano unakuta kwamba lile kondo labda limeanza kuzeeka mapema, au ulikuwa unatumia baadhi ya sigara au baadhi ya madawa ya kulevya ambayo yakapelekea kondo likawa halifanyi kazi vizuri. Hii inaweza ikapelekea kwamba usafirishwaji wa chakula kwenda kwa mtoto ukawa uko hafifu na ukuaji wake ukawa mavu katika kipindi chako cha ujauzito uzito ukajifungua mtoto ambaye ana uzito mdogo zaidi. Lakini vilevile e, kutokana na mtoto mwenyewe inawezekana mtoto ana ulemavu fulani e, unakuta mtoto amezaliwa au yuko tumboni kule ana changamoto ya moyo, moyo wake haujaumbika vizuri, ana changamoto ya figo. Mtoto huyu utapokuja kuweza kujifungua, anaweza kawa ana uzito mdogo au ukuaji wake unaweza kawa hauko vizuri. Na kuna swali lingine hapa. Mariamu aliuliza, anasema: daktari samani, ukizaa mtoto mwenye ulemavu mfano wa moyo, je, una hatari ya kupata tena mtoto mwenye ulemavu? Kwa hiyo itategemeana na sababu ambazo zinapelekea kwa nini mtoto wako anakuwa anazaliwa na changamoto hii ya kuwa na ulemavu wa moyo au ulemavu kwenye mfumo wa hewa. Haya yote kuna sababu ambazo zinawezekana zinapelekea kwao, ni vema kuweza kufanya vipimo ili kuweza kuziondoa hizo sababu kwa sababu kama kuna changamoto ya vinasaba inawezi ikawa ikajirudia tena lakini kama kuna sababu za magonjwa unaweza kutibiwa na kuhakikisha kwamba unapunguza hiyo uwezekano wa mtoto wako ambaye anakuja au mimba inayokuja huwa na udumavu kwa mtoto alikuwa tumboni au mtoto aliyoko tumboni. Mambo mengine kwenye upande wa mtoto mama ambaye anakuwa na mimba ya mapacha na lishi yake ni duni, kama nilivyosema la kwanza hii inaweza kawa pia sababu kubwa sana kupelekea kwamba mtoto au wale mapacha walioko tumboni wakawa na udumavu, kwa sababu tu ya kwamba mama anakuwa hapati lishe ambayo iko vizuri, na uhitaji ni mkubwa, kwa sababu watoto wako wawili ndani au zaidi ya wawili. Mwisho wa siku, mama, utakuta umejifungua mtoto ambaye yuko ukuaji wake hauko vizuri, kwa sababu tu ya kwamba lishe labda ilikuwa ni duni, lakini vilevile mahitaji yalikuwa makubwa na wewe ulikuwa haupati lishe ambayo iko vizuri. Kuhusiana na swali hili la Mariam ni kwamba ni kweli kwamba wakati mwingine umekuwa na ujauzito uliopita, uzito wa mtoto ulioko tumboni au ukuaji wake ulikuwa duni, kwa maana kwamba ulikuwa dumavu, labda alikuwa na ulemavu wa moyo, kuna uwezekano pia au kuna hicho kitu kinaweza kuhatarisha, au hiyo sababu inaweza kuhatarisha pia, au inaweza kawa kihatarishi mojawapo cha mimba inayofuata kuwa na changamoto hiyo hiyo. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wa kwamba inaweza kujirudia. Kikubwa ni vyema kuweza kufanya vipimo na kuweza kujua sababu kubwa ni nini au kihatarishi kilichopelekea ulemavu wa mtoto aliyoko tumboni au udumavu wa mtoto wako aliyoko tumboni kwenye mimba iliyopita ni nini. Ukishajua hiyo kihatarishi ni vyema kuhakikisha kwamba unaondokana nacho. Ondoa hicho kihatarishi basi, mimba zinazofuata tutakuwa umeziokoa, kuhakikisha kwamba unapunguza uwezekano wa kuwa na mtoto mwenye ulemavu tumboni. Sasa basi ukiwa na mtoto mwenye udumavu tumboni kuna uwezekano mkubwa sana wa kuweza kujifungua mtoto ambaye ni njiti au mtoto ambaye ana uzito mdogo kuliko kawaida na tunaposema uzito mdogo kuliko kawaida maana yake mtoto ambaye unajifungua unakuta ana uzito chini ya kilo mbili pointi tano sasa kama ulikuwa unajiuliza maswali sababu zipi ambazo zinaweza zikachochea au zikapelekea wewe kuweza kujifungua mtoto njiti ili uweze kuziepuka basi unaweza click suggestion hiyo hapo kasikiza video kuhusiana sababu zipi ambazo zinapelekea kuweza kujifungua mtoto ambaye ni njiti. Kama ukiwa na swali niuliza hapo chini, mi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.